Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa na kushukuru wewe uliekwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ndugu yangu Muislam, hebu tutazame siri kubwa iliyomo ndani ya sura, tun, sura fupi zaidi katika Qurani, Surat Alkauthar, sura yenye aya tatu lakini yenye nguvu kubwa kuliko tunavyodhani. E, Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qurani kwamba inna a'tainaka alkauthar, kwa hakika tumekupa wingi wa kheri sura hii ni ujumbe wa faraja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na pia ni faraja kwa kila muumini anayesoma kwa ikhlasi. Na moja ya faida zake katika hizi sura, kwanza, inamletea msomaji baraka katika riziki na maisha, lakini pia inamsafisha moyo na kuongeza imani na utulivu wa nafsi. Tatu, ni kinga dhidi ya husda uadui na mawazo mabaya. Lakini pia e, inamkumbusha muislamu kumshukuru Allah kwa neema alizopewa, na zaidi ya yote, inamfanya mja kuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu al-Kauthar ni mtu maalumu wa mtume wa peponi hivyo nakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaitumia katika dua zako, na Allah subhanahu wataala akakujalia kukupa riziki, akakufanyia wepesi wa upatikanaji wa riziki. Kwa hiyo unapotaka kumwomba Allah kwa haja zako, soma suratul al-Kauthar kwa utulivu, kisha useme dua zako kwa moyo safi. Mfano wanama kuisoma katika dua kwanza Soma bismillahi rrahmani rrahim, inna a'tainaka kal inna a'tainaka mpaka mwisho, kisha sema hivi: ewe mola wangu, kama ulivyompa mtume wako mtu wa Alkauthar, nipe na mimi baraka baraka, riski na faraja katika maisha yangu. Fanya hivi mara saba asubuhi na jioni au mara arobaini na moja kwa siku saba mfululizo, ukiwa na nia maalum, iwe ni kutuliza moyo, kupata riski, au kufanikiwa kwenye jambo gumu ulilonalo. Kwa hivyo ndugu yangu Mwislamu, usidharau sura hii fupi, ndani yake kuna bahari ya rehema na baraka. Soma, tafakari, na uombe kupitia aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa zaidi ulivyotumaini, zaidi ya ulivyotumaini. Hakika adui yako ndiye atakayekatwa, hakika adui yako ndiye atakayekatwa. Aya hii inatupa tumaini kwa Mwenyezi Mungu, kumtegemea Allah, hata maadui wa, wako hawatakupata. Kwa hivyo ndugu zanguni, ee. Tuendelee kujifunza Qur'ani eh, tuendelee kujifunza Qur'ani, tusome kwa ikhlasi na tutafakari, dutafakari maana